Mie mtoto wa Kizimkazi, unitapeli mtandaoni. Usijaribu kunidukua, TCRA wameshanijuza. Na paswedi yangu ni siri yangu, nahepuka kufungua fungua linki nisizozijua, na Chake Chake Unguja. Na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA, inatuasa kutumia mitandao kama fursa kujiletea maendeleo. Chukua tahadhari ufanyapo malipo online. Jiridhishe mtu unayemtumia. Kuwa makini na mikopo ya mitandaoni. Kwa maelezo zaidi tembelea www.tcra.go.tz TCRA, TCRA. Mtandao ni fursa baki salama.